Baada ya serikali kusambaza umeme katika kila kijiji nchi nzima na baadhi ya vitongoji mkoani Singida, wakala umeme vijijini REA unatarajia kupeleka umeme kwenye vitongoji 120 ambapo kila jimbo la mkoa huo vitongoji 15 vitapatiwa umeme. Akizungumza katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida, mkurugenzi wa umeme vijijini REA Jonas Olotu akamkabidhi mkandarasi atakayefanya kazi ya kusambaza umeme huo kwenye vitongoji tuna vitongoji mia moja ishirini ambavyo mradi wake huu hapa tunamtambulisha mkandarasi, vitongoji kumi na tano kwa kila jimbo. Sasa mheshimiwa mkuu mkoa, mkandarasi huyu atakwenda kila jimbo, ana vitongoji 15 kwa kila jimbo, ambavyo anaanza kazi rasmi kesho, kwa maana ya kwenda sasa kuangalia maeneo, kufanya mobilization, kuipanga timu yake kwa ajili ya kufanya, kufanya survey huu miezi 24 miezi 12. Halima Dendego ni mkuu wa mkoa wa Singida, yeye akaeleza fursa ya umeme kwa wananchi. Wakati tunazungumzia swala zima la upelekaji wa umeme kwenye vijiji, kwamba tutahakikisha by 2025 vijiji vyote vina umeme, wengi walifikiri ni hadisi, lakini wote nini mashuhuda, mikoa mingi tulimaliza 2024 kwamba vijiji vyote umeme umewaka. Hii ni kazi nzuri inayofanywa na, na serikali yetu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Lakini tulitegemea uh, mwakani labda ndio tungeanza kufikiria vitongoji. Lakini tuko hapa katikati hata katikati ya 25 hatujafika tunaanza kuvipunguza vitongoji. Hili ni jambo la kujipongeza na kumpongeza mheshimiwa rais na serikali anayoiongoza. Ni kazi kubwa sana. Umeme kwenye vitongoji sisi ni fursa viwanda vidogo vidogo kuprocess mazao yetu tunaolima huko kwa wakulima. Kwa hiyo mimi niseme hii nimeipenda, na nitaibebea bango, nitaisema kwelikweli, ili wengine wote huko nchini wasikie na wenyewe walioko, wapunguze miaka miwili miwili, waende kwenye hamsini hamsini, Tanzania yote iwake. Ta... Kwa upande wake, meneja wa kampuni iliyopewa jukumu la kuhakikisha umeme unafika katika vitongoji vyote mia moja ishirini akaahidi kufanya kazi kwa wakati, huku meneja wa usimamizi miradi REA akitaja gharama za mradi huo. Kama mkandarasi mzoefu, naamini hii -e kazi tutaifanya ndani ya muda mfupi sana, tukipata ushirikiano mkubwa kutoka kwa mkuu wa mkoa Singida, pamoja na client ambaye ni REA na TANESCO. Kila mtu akitekeleza majukumu yake, sisi tumejipanga vizuri sana. Kati ya miezi 24 tuliyopewa, nne tuliopewa, tuna uhakika wa kuweza kumaliza ndani ya miezi kumi na mbili. Kila mtu akifanya wa wajibu wake vizuri, tunaamini tutashirikiana vizuri na serikali na wananchi, ili kila mwananchi afaidi matunda ya serikali yanayotolewa. Tunaanza immediately kesho, tutakuwa na timu ya surveyors, na kesho wanaanza kazi saiti mara moja. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi tutakuwa tumemaliza na tutaendelea na shughuli zingine na progress zingine za mradi. Nishati ya umeme kwa sasa ni hitaji muhimu kwa sababu ni moja kati ya nishati safi ambayo wananchi wanatakiwa kuipata na ni ya muhimu katika maisha ya kila siku. Tunafahamu katika aina za nishati umeme ndio ambao unaweza ukautuma ukafanya kazi tofauti tofauti. Ukisema unataka kusaga, mawasiliano, hata nyinyi waandishi wa habari hii yote ni kazi ya umeme. Sasa katika vitongoji hivi mia moja na ishirini jumla ya shilingi bilioni kumi na saba point tatu itatumika. Na hivyo kama tulivyosema awali, kila jimbo tutaweka umeme kwenye vitongoji kwenye kwenye vitongoji kumi na tano. Hii fedha pamoja <coughs> na wabia wa maendeleo, lakini sehemu kubwa ni serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa utashi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi maisha yake yanafanywa kuwa bora kwa kupata huduma safi ya nishati. Naitwa Martha Chasama ni mkuu wa kitengo cha habari REA. Jumla ya vitongoji ambavyo vitatekelezwa katika mpango huu ni vitongoji 120, na, na kama mnavyoelewa Wakala wa Nishati Vijijini REA ni wakala ambao wanafanya kazi kwa vitendo. Hivyo basi tumemaliza vijiji na sasa hivi tunaingia kwenye hivi vitongoji, ambavyo kama alivyoongea mkandarasi, huyu atafanya kazi hiyo kwa muda wa mwaka mmoja, baada ya miaka miwili ambayo ni miezi 24, yeye atatekeleza kwa muda wa mwaka mmoja mzima ambao ni miezi 12.